Kuzaliwa kwako sio kwa sio hasara bali ni faida. Kuzaliwa kwako siyo hasara bali ni faida. Kuna watu wengine wamezaliwa, lakini katika kuzaliwa kwao wamekutana na, na mambo mbalimbali yanayowakatisha tamaa mpaka wamechukia siku zao za kuzaliwa wanapitia magumu kiasi kwamba wanaanza kulaani na siku ya kuzaliwa. Lakini leo wanakuambia kuzaliwa kwako siyo hasara, kuzaliwa kwako siyo bahati mbaya, kuzaliwa kwako ni makusudi ya Kristo. Kuna jambo ambalo Yesu Kristo amekusudia kwako, na ndio maana Ukisoma Biblia, wakati Yesu anazaliwa hivyo hivyo. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe, na kuzaliwa hivyo hivyo tu, Bwana alizaliwa kwa ajili ya kuja kutukomboa. Asifiwe sana, Bwana asifiwe. Nabii Isaya alionyeshwa na akasema, huyo atakayezaliwa atakuwa ni Imanueli, maana yake ni Kristo pamoja nasi. Bwana asifiwe tuseme Biblia katika kitabu cha, cha Mathayo sura ya pili mstari wa kwanza mpaka kumi na mbili Mathayo sura ya pili mstari wa kwanza na kumi na mbili kunaliyotaona niseme Sura ya pili mstari wa kwanza mpaka kumi na mbili imeandikwa, Yesu alipozaliwa katika Bethlehem ya Uyahudi zamani za Mfalme Herode, mamajusi ya Mashariki walikuwa Yerusalemu wakisema yupo wapi yeye aliyezaliwa?